Madhabahu ya Yesu ni kimbilio la kweli. Bwana Yesu tukuzwe. Ah, watu wengi hawajui kwamba mahali sahihi pa kukimbilia ni madhabahu Watu wengi wa hawajui kwamba mahali sahihi pa kukimbilia ni madhabauni pa Yesu. Amina. Nyakati zote Yesu anaongeaga na watu madhabauni, anakupa maagizo madhabauni, anakufungua madhabauni. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Anakubariki madhabauni. Amina. Ndio maana ukitaka baraka unakuja wapi? Madhabahuni. Ukitaka kuombea unakuja wapi? Madhabahuni. Ndio maana umetoka nyumbani kwako umekuja mahali hapa. Maanake hapa ni mahali sahihi pa wewe. Amekuja kufunguliwa. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Naamini Amen. Na kila mtu aliyeko hapa anahitaji lake. Uongo kweli. Ukweli. Na sio kwamba ulikuwa usali, ulikuwa unasali, si ndio? Amina. Tena kwenye majengo mazuri kuliko la kwetu, si ndio? Amina. Kwenye madhabahu zenye marumaru kuliko ya kwetu. Amina. Lakini uliposikia tu habari za hii madhabahu, kwa sababu ya lile tatizo ulilonalo, ukasema hapana, lazima niende. Madhabahu ni, ni mahali sahihi pa watu kuja kupokea na kufunguliwa. Madhabahu ni mahali sahihi pa watu kukimbilia. Zamani watu walienda milimani kuomba, walienda milimani kutoa sadaka, na hata ukitazama nyakati za wana wa Israel, utaona Musa alienda mlimani kuongea na Mungu mara nyingi, manake alienda madhabahuni. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Na maagizo yote aliyapata mlimani. Amina. Na kuna wakati Mungu alimwagiza akamwambia, nenda akawatakase watu, nitashuka kwenye huu mlima bija niongee nao. Maana yake ni nini? Milima ilitumika kama madhabahu zamani. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Lakini kwa sasa hivi, kwa sasa hivi mlima wetu ni madhabahu. Amina. Mlima wetu ni mahali unapoenda kuabudu. Amen. Mlima wetu wa maombi ni hapa kwenye madhabahu ya uzima na amani. Amen. Ndio maana ukija hapa unaleta mashaka yote, unaleta shida zote, unapiga magoti, unaomba chochote. Maanake ni nini? Hapa ndipo mlimani. Bwana Yesu atukuzwe. wa maombi kusoma kitabu kile cha Kutoka sura ya 19 ti mstari wa pili na watatu, utaona Musa alienda mlimani kukutana na Mungu. Kutoka 19 mstari ule wa pili mpaka wa tatu, tusome pamoja. Kutoka 19 mstari wa pili mpaka wa tatu utasoma kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu. Amen wameondoka isdem na kufika jangwa la Sinai, wakatoa katika lile jangwa Israeli, wakapiga kambi huko, wakikubali wakikubali mlima. Musa akapanda kwa Mungu, na Bwana akamuita kutoka mlima ule akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuwaarifu wana wa Israeli maneno haya. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hapo Musa alipanda mlimani na tunaona katika ule mlima Mungu akamwita na kumpa maagizo ya kuwaambia wana wa Israeli. Lakini ukisoma uh, mlango wa 14 mstari wa 16 <coughs> kisoma hapo hapo mlango wa kumi na tisa mstari wa kumi na nne mpaka wa kumi na sita mlango wa kumi na tisa mstari wa kumi na nne mpaka wa kumi na sita usome pale kutoka sura ya kumi na tisa mstari wa kumi na nne mpaka wa kumi na sita nasoma kwa jina la Yesu Kristo Musa akateremka mlimani akawaendea watu wakawatakasa nao wakafua nguo zao akawaambia watu wenye tayari siku ya tatu msikaribie mwanamke mstari wa kumi na sita ikawa siku ya tatu wakati asubuhi palikuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyolia sana watu wote walikuwa kituoni wakateremka Bwana Yesu atukuzwe Amina. Ukiendelea kusoma, utaona utaona Mungu akaongea na Musa katika ile ngurumu. Bwana Yesu atukuzwe Amina. Palikuwa mlimani, kwa hiyo nyakati zile watu walienda mlimani kutoa sadaka. Ukisoma pia Mwanzo 22 mstari wa kwanza mpaka wanne. Utaona habari za Ibrahim. Biblia nasema Mungu alimwambia Ibrahim, ulitolee sadaka mtoto wako wa, wa mtoto wako wa pekee. Nakumbuka Ibrahim alikaa muda mrefu bila kupata mtoto. Akaja akapata mtoto wa kiume, akamwita nani? Isaka. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Badani. Biblia nasema akafika kwenye ule mlima akajenga madhabahu. Bwana Yesu atukuzwe. Eh? Amen. Alafu akamshika mtoto, akamfunga, akaweka kuni, alafu akamweka mtoto juu ya nini? Ya kuni. Wakati ananyanyua kisu kutaka kumkata mtoto, Mungu anamwambia hapana, sijakuagiza hivyo. Akaambia mgeuka. Biblia inasema alipogeuka akakuta mwana kondoo amenasa kwenye kichaka. Biblia nasema Mungu akamwambia mtoe sadaka. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ilikuwa mlimani. Ilikuwa wapi? Mlimani. Mlimani. Mlimani. Kwa hiyo watu walienda kutoa sadaka, lakini kuongea na Mungu, kuomba. Leo hii hatuendi mlimani, tunakuja madhabahu. Amen. Kwa sababu madhabahu ni mlima kwetu yeah. Hapa hapa hapa ndipo tunapoleta mahitaji yetu, hapa ndipo tunapokuja, tunapokuja kutafuta sadaka, sadaka, baraka zetu, zetu. Amen. Hapa ndipo tunapokuja kuachilia sadaka zetu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini pia hapa ndipo tunapoleta mashtaka, tunapokuja kumshitaki adui. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ndio maana ukija hapa lazima tuombe, amina. Lazima ufanye nini? Tuombe, kuomba sawasawa. Ukisoma kitabu kile cha Samuel wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza mzo kasoma mlango wote Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kwa hiyo yule mwanamke mwingine e alikuwa anazaa, jina lake aliitwa Penina, lakini yule ambaye alikuwa azai alikuwa, alikuwa anaitwa Hana na Biblia nasema Penina alikuwa akimrushia maneno Hana. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa azai. Biblia nasema ikafika wakati Hana akaenda madhabahuni akaenda kuomba, yani manake akaenda kushtaki, akapeleka mashtaka ya mtesi wake. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Akiwa kule mlimani katika kuomba na kufunga na kuomba sana, yule kuhani alipomtazama, kuhani yule akaanza kumwambia, wewe mbona umelewa? Kwa nini? Kwa sababu midomo yake tu ilikuwa inacheza lakini sauti haifanyi nini, haitoki. Na unajua mtu alielewa, wakati mwingine mdomo unakuwa mzito, hata akiongea anaongea kwa nukta. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kama mtoto anayeanza kujifunza kuongea. Kwa hiyo Biblia inasema Hana akiwa pale juu ya madhabahu, katika yale maombi akaanza kumwelezea Eli kwamba mimi ni mwanamke mwenye uchungu, nina shida ya mtoto, nimeolewa lakini nimekaa kwenye ndoa muda mrefu sijapata nini? Mtoto. Yale maneno Hana aliyasema akiwa madhabahuni. Bwana Yesu atukuzwe, amen. Biblia nasema kwani yeye akaambia, kumbe ni hilo akamaliza maombi yake akanyanyuka akaenda nyumbani. Mwaka uliofuata wakati kama ule ana mtoto, lakini chanzo ilikuwa ni hapa. Kwenda wapi? Madhabahuni. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Watu wengi hawajui kwamba kwenye madhabahu ndipo pa kupeleka shida zetu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Unajua, unaweza ukawa nyumbani usiweze kuomba vizuri. Kama madhabahuni. Unapokuja madhabahuni, jitahidi kuomba. Kama kuna changamoto unapitia, piga magoti, omba. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Shtaki lile jambo. Madhabahuni ndio mahali pekee pa kupeleka mashtaka yetu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Madhabahuni ndio mahali pekee pa kueleza shida zetu. Una hali yote unayopitia. Unapopata nafasi ya kuja madhabahuni, eleza, mwambie Yesu Bwana. Bwana Yesu Yesu atukuzwe. Amen, amen, amen. Tamka ile shida juu ya madhabahu, utashangaa siku moja utapokea. Amen, haleluya, amen. Utafanya nini? Utapokea, utapokea. Watu wengi wakipata shida, wakipita kwenye changamoto, wanakuwa wepesi kwenda kwa watu kuwaelezea

kwenda hospitalini. hospitalini. hospitalini. Amen. Amen. Sijawahi kusema mtu asiende hospitalini. Amina. Lakini Lakini kabla ujaenda hospitalini, njoo njoo madhabahu. madhabahu. Amen. Haijalishi Haijalishi unajisikiaje? Yaani usipate hali fulani tu tu tu, haraka kanyanyuka ukaenda, hapana. Lakini sio hivyo tu. Haijalishi ni changamoto ya namna gani. Huwa mwepesi kuja kwa Yesu kusema. Huwa mwepesi Unapokuwa mwepesi kuja madhabahuni kusema, lazima upokee. Ifanye madhabahu kuwa ya kwanza. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Yaani, twini akili yako niweke akili yako kwamba chochote ninachokutana nacho lazima madhabahu hiyo ya kwanza kufanya nini? Ufa. Amina. Ukiwa mtu ana namna hiyo utaona maisha yako yanabarikiwa. Amen. Utaona unainuka kiuchu. Amen. Utaziona baraka za Yesu. Amina. Watu wengi wako mbali na Yesu. Wako mbali na madhabahu. Mtu anakuja kukumbuka madhabahu ameshatoka hospitalini. Mtu anakuja kukumbuka madhabahu ameshakimbia anaenda kijijini. Ndio anapiga simama kuweli. Unajua nilipata changamoto nikaenda kijijini. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ndio nikwambie kijijini hapawezi kukusaidia. Amina. Adani, kwa mganga wa mga kienyeji hakuna majibu. Amen. Mara ngapi umeenda kwa mganga wa kienyeji imefeli? Si mara nyingi. Ndiyo. Eh? Ndiyo. Lakini kwa Yesu hamnaga kufeli kwa jina la Yesu. Amen. Kwa Yesu lazima ukija upokee. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mganga ni mwanadamu kama wewe. Ni mwanadamu kama mimi. Ndio maana ukikupa dawa anakuambia Mungu akusaidie. Ikuponye. Kwa nini usiseme ikuponye? Kwa mganga hakuna majibu. Lakini madhabahu kuna majibu. Chochote mnachokutana nacho shirikisha madhabahu. Njoo madhabahuni. Iwe ni ugonjwa. Iwe ni hali yoyote ile. Njoo madhabahuni.

mingi sana kuomba. Mchana anafanya huduma wa, anahudumia watu, anaombea watu, anahubiri, anafundisha watu. Kifika jioni, anaenda zake mlimani kufanya nini? Kuomba. Unafikiri kulikuwa na sababu gani za Yesu kwenda mlimani, kwenda madhabahuni? Maana nyakati zile milima ilikuwa madhabahu. Kulikuwa na sababu gani? Yesu atukuzwe. Amina. Haleluya. Amina. Unajua karibu kila kitu Yesu alichofanya kilikuwa cha kutufundisha sisi. Amina.